Viongozi na wanachama wa matawi ya klabu ya Yanga mkoani Mwanza leo Jumamosi, mosi Machi 22 mwaka 2025, wamekutana katika kikao cha dharura na kupitisha maazimio mbalimbali ikiwemo kuwaunga mkono viongozi wao wa, wa klabu, kumtaka Rais wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF, Wallace Karia ajiuzulu na kuwaomba radhi kwa, kwa kauli mbalimbali walizodai amewadharau. Mkutano huo ambao umefanyika katika bwalo la Jeshi jijini Mwanza ni mwendelezo wa mikutano ya wanachama wa klabu hiyo katika maeneo mbalimbali nchini kuonyesha kutoridhishwa na kinachoendelea baada ya mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao Simba kutochezwa Machi nane mwaka huu. Mratibu wa Yanga Mkoa wa Mwanza, Shija Malingwi ametangaza msimamo huo kwa niaba ya mashabiki wa Yanga mkoani humo huku akitishia kuwa wanachama hao wataandamana hadi ofisi za shirikisho hilo endapo matakwa yao hayatatekelezwa. kwa nafasi hii kupongeza uongozi wa klabu yetu, baada baada ya kujibiwa barua, uongozi wa kilabu ukiongozwa na Injinia Hersi Saidi pamoja na kamati yake kufungua kesi kwenye mahakama ya usuluhisho ya kimchezo CAS <clears throat> lakini isitoshe, kwa maamuzi ambayo yalitolewa au alivyonukuliwa rais wetu <clears throat> wa TFF Wallace Karia, kwa kutukejeli klabu yetu kuwa sisi kama Yanga <clears throat> inatakiwa tukacheze kwenye sinema huko. Kwanza tayari hapo ameshaziaki kwamba sinema ni kitu cha ovyo, lakini vile vile alituingilia kuwa viongozi wetu ambao sisi tuliwachagua kikatiba, hatujawa na doa lolote na wao. Lakini yeye rais aliomba kuwa kama wanaomba Yanga bodi ya ligi jihuzuru, na wao viongozi je, wako sawa na wenyewe wanapaswa kujihuzuru? tunaomba atutake lazi na ajitokeze mara moja kukanusha. Sisi kama viongozi wa mkoa tuna imani sana na kamati tendaji taifa, na sisi tuko nyuma yao. Kama itashindikana, kama nilivyosema, sisi tutaandamana mpaka TFF, lakini ombi letu sisi tunaomba rais wa shirikisho la mpira wa Tanzania Wallace Karia ajitokeze hadharani atuombe samahani. Moja, atuombe samahani sisi Wanayanga, wanachama na wapenzi wake. Pili, aombe samahani kwa viongozi wetu kwa kuwakejeli na kuwadharau kuwa kwamba hawawezi kuendesha kilabu yetu na wanastahili kujiuzuru, na hali sisi tuliwachagua na tuna imani nao. Kwa hiyo tunaomba ikitokeze. Kama hatafanya hivyo, sisi tayari tutamkuta kule kule kwenye ofisi ya TFF. Kwa kauli moja, sisi kama mkoa tunatamka hatu, kwanza hatuchezi, tunataka pointi tatu, tunataka tuombe lazi. Yaani hivyo vitu vitatu ni vya muhimu. Lakini vile vile sisi baada ya kuairishwa kwa ile mechi, kama mnavyojua, sisi ndio tulikuwa wenyeji wa mchezo, tumepata hasara kubwa sana. Kwa hiyo tunaomba ile hasara watupe fidia, ukiacha na watu kuandaa mavyakula, mapato, ukiacha kuandaa watu vyakula, vinywaji, mapato, usafiri Tulipoteza mwanachama wetu akafariki, unaona, kwa sababu kama mpira ungechezwa yule mshabiki asingefariki angekuwa yupo ndani ya uwanja, lakini tumepata hasara kubwa sana. Kwa hiyo tunaomba hizo fidia zote TFF wazikabidhi, waturudishie. Kwa hiyo natoa rasmi sasa kuwa sisi tuko pamoja na kamati tendaji kwa kila ambacho watatuongoza kikanuni. Tunapinga maamuzi yote ambayo yanatolewa na TFF. Kwa hiyo mkoa wa Mwanza sisi tunataka hayo matakwa tuliyoyazungumza yarejeshwe mara moja. Vile vile viongozi wetu waendelee, sisi tupo nyuma yao. Kama watashindwa, kama tulivyosema awali, watuitishe sisi, tukae kikao cha dharura na tunatoa tamko kama kamati tendaji wata, watashindwa kubaliana na wao, tunaomba waitishe mkutano wa dharura, sisi wanayanga wenyewe ndio tukatoe maamuzi na hii ndugu viongozi, wanachama, ni awamu ya kwanza. Kama itashindikana kabisa, sisi wenye Yanga yetu tutaandamana mpaka TFF nchi nzima. Nao baadhi ya wanachama wa Yanga akiwemo mwenyekiti wa Yanga wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza, Joseph Willison wameunga mkono azimio hilo na kuonyesha wako pamoja na uongozi wao wa juu. Cha kwanza, wana Yanga Ukerewe wanaungana na matamko yaliyotolewa na mikoa yote na viongozi wetu wa kitaifa. Wanayanga Ukerewe wanaomba injinia na kamati ya kiutendaji wasisubutu, waheshimu yale matamko yao, kuweka timu uwanjani tena kwa tarehe yote yenye udhalimu yenye hila mbovu yenye fitina na makando kando juu ya Yanga yetu. Hilo ni ombi la wanayanga kutoka Ukerewe. Hatuko tayari kuvunjwa moyo, kusababishwa hata hila mbovu alizonazo na magenge yake juu ya yanga yetu. Tunasema hivi, mguu wetu mguu wake, yanga isimame kwa kadiri ya umuri wake na mafanikio yake. Upendeleo umekisiri ndani ya TFF. Tunachokisema sisi kama wanamwanza kama wana Mwanza na kama mkoa tunahitaji point tatu na hakuna kingine, na tunahitaji Karia aweze kujiuzuru na ili tupate amani ili tu, ili tujue kabisa ametuomba radhi basi aweze kwanza kujiuzuru afu ndo aombe radhi, sio aombe radhi kabla ya kujiuzuru. Sisi tunahitaji hicho kitu kifanyike haraka sana. Yeye kama kweli ni mcha Mungu, na aweze kuangalia ni kitu gani ambacho amekosea. Watu wote hawezi kuona na no wadhi yake tu kama watoto. Kuendesha timu ni gharama, ni kosti kubwa sana na kwa Mwanza hii sisi tumesafiri kwenda Dar es Salaam, tumepata hasara ngapi? Unaacha familia unaenda kwenye gemu, alafu inaahirishwa kienyeji. Hata kikao alichokaa cha masaa sabini na mbili, wapi sheria na kanuni inajadili fujo? Hakuna kipengele kinachoongoza kujadili fujo. Fujo masaa sabini na mbili inakaliwa baada ya mchezo husika, ndio masaa sabini na mbili, sio kujadili fujo. Uharaka ule waliutoa wapi? Yaani uweze kujiuliza uharaka wa kuweza kukaa kujadili lile swala ulitoka wapi? Kwa sababu kuna mtoto wa mama kaguswa, tuweze kuitisha presi haraka haraka, kienyeji kienyeji, kama unakatakata nyanya. Kalia fika mahala uone kabisa, mimi nasemaje? Kama ngariba mnyama mtu mzima apotee njia mara mbili, hatuchezi mechi nyingine. Ni kiripoti kutoka jijini Mwanza, mimi ni Damian yani Masienene wa Mwananchi Digital.